Mimba yako imefika wiki ya arobaini na hujaona uchungu. Je, ufanyaje? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea chaneli yangu naweza subscribe hapo chini niendee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Sasa kuna mmoja mfuatiliaji wangu aliniuliza swali nasema, dokta, mimi toka jana natoka uteute -ute, lakini siumwi ni na wiki ya 40. mimba yake imefika wiki ya arobaini kwa namna moja au nyingine, huwa tunasema kwamba ndiyo tarehe ya matarajio. Mara nyingi tukitafuta ile tarehe ya, ya matazamio au matarajio, huwa inakuwa ni tarehe ambayo inaangukia wiki ya 40 ambayo kama tukisema kwamba mwezi mmoja ni sawasawa na wiki nne, basi wiki ya 40 ni sawasawa na miezi kumi. Hasa unakuta mimba yako imefika ile tarehe ya matarajio na bado hujaona uchungu wala huoni dalili zote za uchungu, unatakiwa kuweza kufanyaje? Lakini vile vile kuna mwingine aliniuliza swali, anasema kwamba huyu anaitwa Skola, anasema kwamba samani Dokta, hivi makadirio yanayoandikwa katika kadi huwa ni ya wiki 36 au wiki 40? Nadhani ameuliza hivi kwa sababu ukichukua 36 uganya kwa nne ndio unapata ile tisa ambayo ni sawa na miezi tisa, na sisi tunasema kwamba mimba huwa inakomaa vizuri wiki ya 37 mpaka wiki ya 42. Kwa hiyo mama anaweza kujifungua kati ya wiki 37 mpaka wiki 42. Wako wakina mama wachache, mfano mmoja wapo huyu huyu anaitwa Neema, yeye anasema dokta, mimi nilikuwa na tatizo la pressure wakati wa ujauzito na nilizalishwa nikiwa na wiki ya 36. Aliuliza swali kuhusiana na matumizi ya dawa za presha mara baada ya kuweza kujifungua, lakini alijifungua wiki ya 36 na bila shaka mtoto wake alikuwa vizuri. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kujikuta umejifungua wiki ya 36 lakini mtoto bado atakuwa na afya njema. Lakini muda wa kujifungua ambao tunaujua sisi ni wiki ya 37 ambao ni sawa na miezi tisa na wiki moja mpaka wiki ya 42 sawa na miezi kumi na, na wiki mbili. Tarehe ya matarajio kama nilivyosema la kwanza, huwa inakuwa wiki ya 40 na ukiona uchungu haujaanza mara nyingi, kama umeenda hospitali, madaktari au manesi au wakunga huwa wanakupa wiki moja mbele, manake mpaka wiki ya 41 ndipo wanaweza kushauri kwamba uweze kurudi tena hospitali. Sasa basi, mimi nikutoe wasiwasi kabisa, kama mimba yako imeweza kufika wiki ya arobaini na ujaanza kuona uchungu, ni kitu cha kawaida, labda kama kuna shida fulani. Kwa hiyo kama mimba imefika wiki arobaini na hauoni uchungu, bado una muda ambao unaweza kujifungua hasa kikawaida tu. Tafiti zinaonyesha kwamba E, katika ile tarehe ya matarajio wakinamama wanne tu ndio ambao wanaweza kujifungua ile tarehe ya matarajio kati ya kinamama mia moja. Wakinamama walio wengi haswa unakuta labda wakinamama themanini kati ya mia moja ambao mimba zao zimekomaa wao huwa wanajifungua wiki mbili kabla ile tarehe ya matarajio au wiki moja baada ya tarehe ya matarajio. Yani, mimba inapofika labda wiki 38 na siku mbili, wiki ya 38, wiki ya 38 na siku moja, wiki ya 38 na siku tano au inawezekana wiki ya 39 labda wiki ya 39 na siku mbili, siku tatu, siku nne, kabla hajafika ile wiki ya 40, unakuta kina mama wengi ndo wanajifungua katika kipindi hichi, lakini kuna baadhi ya kinamama kwenye hilo kundi ambao ni zaidi ya kinamama themanini nao wanaweza kujifungua labda wiki ya 40 na siku moja, 40 na siku mbili, siku tatu, siku nne, tano kabla ya mimba kuvuka ile wiki ya 41. Kwa unakuta kina mama wengi sana wapo kwenye hili kundi ambalo wanajifungua kati ya hichi kipindi ambacho ni wiki moja mbele ya tarehe ya matarajio ambao mara nyingi tunasema ni post-date pregnancy. Ni mimba ambazo zimepita ile tarehe ya matarajio au overdue. Na hapa uh, ni vema kuweza kutofautisha na mama ambaye anajifungua wiki ya 42 au zaidi ya wiki ya 42 au wiki ya 43 unakuta ukichukua katika mama mia moja ao kama wasipoanzishiwa uchungu, basi akina mama kumi wao wanaweza kujifungua wiki arobaini na mbili kati ya mia moja au wengine mpaka wakina mama wanne wanaweza kujifungua wiki arobaini na tatu Hasa mimba ikianza kuvuka wiki ya arobaini na moja kwenda juu, si salama sana. Ndomana nasema kwamba ni vyema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali. Na inawezekana ukawa unajiuliza sababu kwa nini sasa upati uchungu. Japokuwa sababu kubwa haijulikani ambayo inapelekea mama kuweza kuchelewa kujifungua au kuvuka hii tarehe ya matarajio lakini moja ya mambo ambayo anaweza kachangia, kwanza, jinsia ya mtoto ambaye umembeba. Mtoto wa kiume, kuna uwezekano kachelewa kuweza kujifungua, kama nilivyosema kwenye ile video nyingine. Unaweza ukaklik suggestion hapo juu ukasikiliza video hiyo, lakini utasikiliza mara baada ya kumaliza sikiliza video hii. Lakini vile sababu nyingine, inawezekana labda mimba iliyopita ulichelewa kujifungua, unakuta ulijifungua labda wiki 40 na siku tano, au wiki 41 na siku kadhaa. Unaona, hiyo inaweza kuwa sababu ya mimba hii, labda kama ni ya pili, ya tatu, pia unaweza ukachelewa kujifungua wakina mama ambao wana uzito mkubwa eh, ee, wakina mama ambao wanabeba mimba wakiwa na umri mkubwa zaidi ya miaka 35. Lakini vile vile, labda kama kwenye familia kuna historia ya kwamba labda dada zako au mama yako alishaichelewa kuwa anajifungua au alikuwa na hiyo hali ya kuchelewa kujifungua, hajifungui zile kabla ya zile tarehe ya matarajio, au yeye alikuwa anachelewa kujifungua sana, labda anajifungua wiki ya 41, wiki ya 42, pia na wewe inaweza kutokea, kwa maana kwamba kuna uwezekano wa viashiria kwamba kuna vinasaba au una rithi kutoka kwa ndugu zako au kutoka kwa mama yako mzazi, lakini sababu hiyo kubwa haijulikani ambayo inapelekea wewe kuweza kuchelewa. Lakini akina mama walio wengi unakuta wao wamechelewa kujifungua, si kwamba kuna sababu nyingine kubwa zaidi, zaidi wanakuwa wamekosea tu kuweza kujua ile hezi ya mwisho ilianza lini, na wamekosea kuweza kujua umri wa mimba, kwa maana kwamba unawezekana alishasahau ile tarehe ya mwanzo ya hezi ilianza lini ile hezi yake ya mwisho na mwisho wa siku akasema tarehe ambayo sio ya kweli, na mwisho wa siku umri wa mimba ukaonekana huko juu zaidi. Ndio maana mara nyingi huwa inafanyika ultrasound huweza kujua umri wa mimba ukoje. Kwa hiyo kama wewe umesahau kabisa ile hedhi ya mwisho ilianza lini, basi ni vema kuhakikisha kwamba kwa unafanya ultrasound mapema sana, kwa sababu ikifanyika ultrasound huko mwishoni, majibu yake yanakuwa sio eh, sahihi sana. Inaweza kazidisha wiki mbili au ikapunguza wiki mbili na kakupa majibu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo unakuta kina mama walio wengi sababu kubwa inakuwa amesahau ile hedhi ya mwisho ilianza lini, na mwisho siku ukitafuta ule umri wa mimba kwa kutumia ile eh, formula yetu ya makadirio, unakuta mimba imezidi umri wake. Kwa hiyo mama hutaki kuweza kuzidi wiki 41. Japokuwa tumesema mpaka wiki ya 42 unaweza kujifungua. Usikae nyumbani mimba inapokuwa imefika wiki ya 41 na ukaacha ukabaki uka nyumbani haujaenda hospitali, ni vema kuweza kwenda hospitali ili uweze kuanzishiwa uchungu. Hapa nazungumzia kwa mama ambaye yuko vizuri hana shida yoyote ile na amefanya ultrasound, umefika wiki 40, wameona hamna shida yoyote, madaktari au wakunga watakupa wiki hiyo moja mpaka wiki ya arobaini na moja uweze kujiangalizia kama unaweza kujifungua. Lakini kama utakuwa labda uko mbali na kituo eh, unakaa kijijini sana au uko mbali, basi watakuruhusu kwamba uweze kukaa hospitali, kwenye zile nyumba za kujisubirishia. Utakaa pale mpaka uchungu wako utakapokuwa umeanza. Sasa hii ni tofauti na kina mama ambao wana magonjwa ya muda mrefu kama presha, magonjwa ya moyo, lakini vilevile labda presha ya ujauzito, kisukari cha ujauzito. Hawa pia wana muda wao wa kuweza kujifungua, lakini wewe ni tofauti na kina mama ambao wanajifungua kwa, kwa upasuaji mama ambayo unajifungua kwa upasaji hautakiwi kuvuka wiki ya 39. Mara nyingi tunashauri kwamba ukishafika wiki ya 37 ni vyema kuweza kupata appointment na daktari wako lini uweze kujifungua, kwa sababu mara nyingi tunashauri uweze kujifungua kati ya wiki 37 mpaka wiki 38 au ikizidi sana kati ya wiki 38 mpaka wiki 39. Kwa hiyo si vema sana kuweza kuvuka wiki 40, kwa sababu uchungu unaweza kwa kuanzia ukiwa nyumbani na kama nakaa mbali na kituo ikachukua labda saa moja, kuna uwezekano mkubwa hata mji wa uzazi unaweza ukapasuka na ukafika ukapoteza mtoto wako ukapoteza damu nyingi, na kuna madhara makubwa sana ambayo yanaweza kutokea kama una mshono. Wengi huwa wanachelewa wanakuja wiki 40, wiki 41. Hiyo si salama, kwa sababu wewe mama ambaye unajifungua kwa upasuaji, na kama sababu ni ya kujirudia rudia ambayo inapelekea wewe kuweza kupasuaji labda una mishono miwili mitatu ni vema kuhakikisha kwamba ndani ya hospitali. Uchungu hautakiwi uweze kuanza ukiwa mazingira ambayo sio hospitali. Kama daktari ameshauri kwamba labda watakuanzishia uchungu, kwa maana kwamba utaanza uchungu wa kuangalia kama unaweza kujifungua kawaida, labda sababu iliyopelekea ujifungue mara ya kwanza sio ya kujirudia rudia. Kwa maana hii unaweza kujifungua kawaida hata kama na mshono. Basi ni vema unawahi hospitali kabla uchungu uje kuanzia nyumbani, ni vema uchungu, uchungu uweze kukuanzia hospitali na wao watakusimamia. Na na kama itatokea itirafu, basi utawaishwa kwenda theater kwa ajili ya upasuaji. Lakini vile vile mama ambaye kama nilivyosema ana pressure ya ujauzito au ana pressure ya muda mrefu na imekuwa kubwa, hautakiwi kuvuka wiki ya 40. Basi utakuanzishia uchungu mapema zaidi kwa sababu unapozidi kwenda mbele inaweza kutokea changamoto. Hasa kwa nini tu hatuuruhusu akina mama wengi waweze kujifungua zaidi ya wiki ya 41 hata kama hauna shida yoyote. Mara nyingi mimba inapokuwa imevuka ile tarehe ya matarajio ambayo tunaita overdue E, maana yake unaanza wiki 41, wiki 42. E, au unasema wiki 41 kadhaa, wiki 42 wiki 41 na siku kadhaa unaanza kuitafuta wiki 42. Huwa kuna madhara yanaweza kutokea ambayo niliweza kusema kwenye moja ya video yangu. Madhara hayo ni machache japokuwa yanaweza kuwa makubwa sana. La kwanza kabisa, mtoto anaweza kuwa mkubwa ikapelekea wewe ukashindwa kujifungua kawaida au ukachanika via vya uzazi wakati wa kujifungua kawaida, lakini vivyo hivyo ikaongeza uwezekano wa wewe kuweza kujifungua kwa upasuaji lakini vile vile kuna baadhi ya kina mama wao unakuta e, mtoto ameanza kunyea tumboni, maji yameanza kupungua, kondo limeanza kuchoka, halipeleke hewa vizuri. Na wakati mwingine anaweza anaweza kapelekea athari, mtoto akapunguza kucheza, anaweza kafariki na vitu kama kama hivyo. Lakini kama una magonjwa, mfano presha, inaweza katokea changamoto ya kupata kifafa cha mimba, kitu ambacho ni hatari sana, na mwisho wa siku kaleta madhara kwenye mimba yako na ukampoteza mtoto. Lakini ungeanzishwa uchungu mapema, pengine ungempata mtoto, ungetumia dawa vizuri, kama huyo aliyeweza kutumia dawa za presha na alijifungua wiki ya thelathini na sita na unakuwa vizuri. Na mara nyingi hizi dawa sasa, sasa hivi ni miezi mitatu. Mara nyingi e, pressure ya kuwa, pressure, mara kwa mara, kwa ajili kuangalia kama inapungua au la, unavyokuwa unaendelea kutumia dawa zako. Kwa hiyo hatushauri mama yoyote aweze kuzidisha wiki ya arobaini na moja. Na hata kama kwa mfano kama huyu anaitwa Najima anasema daktari, mimi na wiki ya thelathini na tisa lakini sina dalili yoyote ya uchungu nifanye vipi? Huyu anaweza kuendelea kusubiri. Mara nyingi tunashauri afanye tu mazoezi ya kutembea tembea na kuweza kunywa chai kama uko mazingira ya nyumbani, lakini vivyo hivyo tushauri uweze kutumia dawa za kienyeji. Sasa kama ulikuwa una swali unajiuliza maswali ukivuka wiki ya arobaini na mbili changamoto zake zinakuwa zipi? Maanake hii ni tofauti. Mara nyingi hiyo tunaita post term pregnancy, umeshavuka muda ule ambao ulitakiwa kuweza kujifungua, au mimba imekoma mpaka imepitiliza zaidi, maanake mimba ya wiki 42 au zaidi. Ukitaka kujua madhara yake na vinavyosababisha mimba kuweza kuvuka wiki 42 basi unaweza hapo ukasikiza video kuhusiana mambo gani yanapelekea hiyo kuweza kuvuka wiki 42, lakini na madhara yake pia yapi kwa mtoto na wewe mama mjamzito mzito. Ukiwa na swali, niulize hapo chini, mi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.